Tarehe ishirini na tisa ndugu zangu wa boda boda, maafisa usafirishaji wote wa mkoa wa Arusha na jiji la Arusha, ni waombe, tunajua tuna tabia ya kuamka asubuhi. Tarehe ishirini na tisa tunaamka asubuhi, tunaenda kwenye kituo cha kupiga kura, tunapiga kura, tunarudi kibaruani. Ukirudi kibaruani, ukakutana na abiria ambaye hajapiga kura, mwambie nakupeleka kwanza ukapige kura, nauli yako umelipiwa na mwenezi wa CCM mkoa wa Arusha. Bajaji, bodaboda yoyote mtakayemkuta siku hiyo, ni abiria hajapiga kura, peleka kwanza kwenye kituo cha kupiga kura, mambo mengine yaendelee. Mwambie umetimiza wajibu wako wa kikatiba. Uchaguzi ni jambo la kupita na linapita, linapita, linatuletea viongozi. Tuhakikishe uchaguzi katika mkoa wetu wa Arusha uko salama, uko salama kwa sababu bodaboda wameamua, boda kuwa na usalama huo. Asijitokeze mwanasiasa yoyote akaja akawaambia bodaboda, boda nendeni mkaandamane siku ya tarehe 29, mwambie tukome kama ulivyokoma titi la mama yako. Tunataka baada ya uchaguzi tuone wamiliki wa boda boda wengi, tuone boda boda namna nilivyozalisha ajira za watu wengine, tuziangalie boda boda namna zinavyosomesha watoto, tuangalie boda boda namna anavyotibu familia zao pindi zinapopata marazi.